nchi wa jimbo la Iringa Mjini, kama mjuavyo, tupo mwaka wa uchaguzi mkuu. Mimi Fadhili Fabiani Ngajilo nimeona ni vema nikatangaza rasmi kuwa tarehe ishirini na nane ya mwezi huu wa sita nitachukua fomu ya kuomba kugombea ubunge jimbo la Iringa Mjini. Katika kueleza nia yangu hii nitakuwa na masuala mawili ya kuyaelezea. Moja, ninaomba kuwataarifu pia kwamba nimeshaandika barua kwa chama changu cha Mapinduzi kupitia ofisi ya katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi kupisha kwa muda nafasi yangu ya uongozi wa mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Iringa kwa sababu nimetia nia ya kugombea ubunge Iringa mjini kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili mtaniuliza, kwa nini ninagombea nafasi hii? Zipo sababu kedekede kede. Ya kwanza, mimi Ngajilo nimejipima kwa vigezo vyote, nimeona ninatosha, nina vigezo vyote mpaka vinamwagika. Kama mjuavyo, hii itakuwa mara yangu ya tatu kuomba ridhaa kwa chama changu cha Mapinduzi kugombea nafasi hii ya ubunge Iringa mjini. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi. Mara ya pili ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na hii elfu mbili ishirini na tano itakuwa mara ya tatu. Nina ndoto kama alivyowahi kusema yule mwanafalsafa maarufu Martin Luther King Jr, kwenye hotuba yake maarufu inayojulikana kama I have a dream. Mimi Ngajilo I have a dream, nina ndoto ya kugombea ubunge Iringa mjini, lakini zipo sababu kedekede kede, kama nilivyosema. Nimesema ya kwanza, nimejipima na nimeona ninatosha. Chama changu cha Mapinduzi kimedelea kwa nafasi mbalimbali. Hivi sasa mimi ndio mwenyekiti wa wazazi wa mkoa wa Iringa, lakini nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Iringa toka mwaka 2008 na mpaka 2012. Nimehudhuria nimehudhuria vikao mbalimbali vya chama vya mkoa na vya kitaifa kwa maana ya halmashauri kuu ya mkoa, kamati za siasa za mkoa, nimehudhuria vikao vingi sana hata idadi yake haiwezi ya kuelezeka. Kitaifa nimehudhuria mabaraza ya kitaifa ya vijana ya wazazi, mikutano mikuu ya chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa sana wa shughuli hizi za chama na shughuli za maendeleo. Lakini kupitia wizara ya kilimo niliaminika pia kuwa mjumbe wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ya Tanzania. Nimefanya kazi hiyo kwa weledi, kwa hiyo nina uzoefu pia wa masuala haya ya kiserikali. Uzoefu huu umenijenga, lakini hii ni faida niliyoipata kupitia chama changu, chama cha Mapinduzi ambacho kimenilea, kimenikuza na kunitunza kwa nafasi mbalimbali za uongozi. Sababu ya pili ya kugombea nafasi ya ubunge ni kwa sababu nataka nitumie haki yangu ya kugombea ya kikatiba. Nimesema vikao vya chama vina vitajirizisha na sifa zao na hatimaye watafanya maamuzi katika uteuzi, kwa sababu mwisho wa yote ni chama kufanya uteuzi, lakini baada ya kujiridhisha na sifa mbalimbali. La tatu, mimi naamini kwamba Iringa inahitaji sauti ya watu, yani the voice of the people tunahitaji sauti katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunahitaji sauti katika nyanja mbalimbali, na sauti hii ya Ngajilo iko tayari kuwatumikia wanairinga katika shughuli zote na sekta zote. Jambo la nne, kama mjuavyo wote sisi wanairinga tuna shughuli mbalimbali, lakini shughuli kuu za msingi: biashara, ujasiriamali, kilimo. Hizo ndio shughuli zetu za msingi, na kila mtu yuko katika eneo lake akihangaika kuhakikisha kwamba anapata kipato. Tunahitaji sauti ya mtu atakayewaunganisha wakulima kutimiza ndoto zao wafanyabiashara kutimiza ndoto zao, wajasiriamali kutimiza ndoto zao katika maeneo mbalimbali, kuanzia wafanyabiashara wa kwenye masoko, machinga, mama na baba lishe, maafisa usafirishaji kama bodaboda, bajaji, daladala mawakala kwenye stendi zetu za mabasi mafundi mbalimbali wa nguo na vifaa eh, vifaa mbalimbali vya mbao, vipuri vya magari, chuma na kadhalika. Mimi Ngajilo nimejipanga na nina mikakati ya kuyaunganisha makundi haya ili yafanye kazi kwa mafanikio na ufanisi. Lakini pia naamini Iringa inahitaji kiongozi mbunifu, msikivu, mwenye upendo wa dhati na wanairinga, mzalendo na anayeweza kukaa na wanairinga wakabuni na kupanga mikakati mbalimbali ya maendeleo katika sekta mbalimbali. Mimi Ngajilo nimejipanga vilivyo kuwatumikia wananchi kwa moyo wa dhati, moyo wa utumishi, na nimejiandaa kuwa mtumishi wa watu wa, wana, wa, wa Latini wanasema Servus Populi, utumishi wa watu. Nimejiandaa kuwa mtumishi wa watu. Jimbo la sita Iringa Mjini imesheheni vyuo vikuu, ni mji wa vyuo vikuu, inahitaji mbunge aliyejaa uelewa na mahitaji ya vyuo vikuu, na mbunge anayeendana na kufanana na vyuo vikuu, mbunge anayeweza kuwaunganisha wanavyuo kuweza kuwa na mchango wao kiuchumi na kijamii kwenye mkoa wetu wa Iringa. Mimi Ngajilo ni mhadhiri wa vyuo vikuu, nimefundisha vyuo vinne Tanzania. Nimeanza na chuo kikuu cha Dar es Salaam kama seminar leader, baadaye nikawa mhadhiri msaidizi chuo kikuu cha St. John's kule Dodoma, baadaye nikaajiliwa chuo kinaitwa Sebastian Kolowa Memorial University kipo Lushoto, na hatimaye nimekitumikia chuo kikuu kinaitwa Tudako, yani Tumaini University Dar es Salaam College. Kwa hiyo mimi nafanana na vyuo vikuu, na nadhani Iringa inahitaji mtu atakayeunganisha vyuo vikuu, wananchi pamoja na shughuli za maendeleo za Iringa. nimejipima na nimeona hili ninalimudu na ninatosha kabisa kuiongoza Iringa Mjini jambo la saba Iringa Mjini inahitaji mtu anayeamini katika kuweka mifumo ya usalama wa wananchi tukisema wananchi tunamaanisha wananchi wote kwa rika na jinsia zao wazee wanawake wababa vijana watoto wote wanahitaji usalama. Mimi Ngajilo nimejipima na nimeona ninaweza kuwaunganisha wana Iringa katika kuzuia unyanyasaji na kupinga kabisa masuala ya kwenda kinyume na haki za binadamu dhidi ya wananchi wa Iringa Mjini.